Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya vivumishi. Swali la kwanza, kivumishi ni nini? Kivumishi ni neno au kifungu cha maneno kinachotoa maelezo zaidi kuhusu nomino au kiwakilishi chake. Pili, Andika aina za vivumishi. Kwa hivyo aina ni kumi, kuna vivumishi vya sifa, vivumishi vionyeshi, vivumishi viulizi, vivumishi vimilikishi, vivumishi vya idadi, vivumishi vya pekee, vivumishi vya majina, vivumishi vya aunganifu, vivumishi virejeshi, vivumishi visisitizi. Tatu, kwa kutolea mfano mmoja mmoja, eleza maana ya vivumishi vya sifa. Hivi ni vivumishi vinavyoonyesha sifa za nomino au kiwakilishi kinachozungumziwa. Watoto watiifu hufaidika, watiifu. Yule mzuri anapenda kusoma, mzuri. Pili, vivumishi vionyeshi. Hivi ni vivumishi vinavyoonyesha mahali kitu au mtu alipo. Kwa mfano baiskeli hii imechafuka. Baiskeli hii hii, hii ndicho kivumishi kionyeshi. Karatasi hiyo ni nzuri, hiyo. nne. Tambua vivumishi na utaje ni vya aina gani. Uwanja mpana umejengwa, mpana ni kivumishi cha sifa. Pili, Kiatu kile kimeharibika. Kile ni kivumishi kiashiria. Vazi lako linapendeza. Lako ni kivumishi kimilikishi. Vitabu vitano vitanunuliwa. Vitano, vitano ni kivumishi cha idadi. tano. Tunga sentensi ukitumia aina zifuatazo za vivumishi Kivumishi cha pekee kinachoonyesha umilikaji. Mwanafunzi mwenye daftari anacheza. Kwa hivyo mwenye daftari ndio kivumishi, na ni kivumishi kinachoonyesha umilikaji cha pekee. Kivumishi cha idadi halisi: wageni wawili wamewasili. Wawili. Kivumishi kirejeshi. Karatasi ambazo zimechomwa ni zake. Ambazo zimechomwa. Nne. Kivumishi cha aunganifu kinachoonyesha aina ya au sampuli. Amenunua kitambaa cha majano. Cha majano, aunganifu na aunganifu. Kumbuka uambatisho kwenye nomino. Sita. Tunga sentensi ukitumia kivumishi cha aunganifu kuleta dhana zifuatazo kifaa cha kufanyia kitendo: vipuri vya kutengenezea gari vimeibwa. Kwa hivyo, vya kutengenezea gari. Cheo: nafasi ya uhasibu imetangazwa, ya uhasibu. Kwa hivyo, unapiga mstari au unganifu ambayo ni silabi moja, kuongeza pamoja na nomino ya uhasibu. Daraja: mwalimu wa chuo kikuu anaandika riwaya, wa chuo kikuu. Aina ya au sampuli: Nitamnunulia shati la majano, la majano. Hali: Florence ni kiongozi wa busara, wa busara. Kivumishi ambacho cha unganifu kinaosha nafasi katika orodha: mchezaji wa tatu ameingia uwanjani, wa tatu. Umilikaji: gari la Victoria limeharibika, la Victoria. Swali la saba. Tumia mzizi enye kama kivumishi kuleta dhana zifuatazo. Kuwa na cheo: mfanyakazi mwenye wadhifa wa uasibu wanajifaragua. Pili, kuwa na tabia au hali: msichana mwenye majivuno ameadhibiwa, mwenye majivuno. Umilikaji: mkulima mwenye gari anabidii sana, mwenye gari. Swali la nane, tunga sentensi ukitumia kivumishi cha pekee kinachotumiwa kusisitiza mahali. Penyewe panapendeza. Penyewe. Tisa, tunga sentensi ukitumia vivumishi vya pekee vinavyoleta dhana zifuatazo. Bila kubagua au bila kuchagua. Mwananchi yeyote atanufaika. Yeyote bila kubakiza, yaani kila kitu. Maziwa yote yamemwagika, yote. Kusisitiza, kitabu chenyewe ni kizuri, chenyewe. Swali la kumi, tunga sentensi ukitumia mzizi ingine kama kivumishi kuleta dhana zifuatazo. Badala ya nipe, kitabu kingine hiki hakipendezi, kingine walitii chakula kingine, hiki kinanuka, kingine. Kuonyesha baadhi ya au sehemu ya, wanafunzi wengine hawakuimba wimbo wa taifa, wengine. Viatu vingine vimeharibika, vingine. Zaidi ya, blanketi lingine limefuliwa, lingine mwanafunzi mwingine amewasili amewasili. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo unataka nifanye kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.